Kwanza kabisa ni kitu ambacho naamini wakati wanakuwa approached au wanatafutwa kwamba join kwenye, kwenye hizi timu zetu waliingia na kutazama profile ya timu husika, lakini pia na ligi kwa ujumla wake, lakini hata walivyofika Lakin, kwenye hizo timu, bila shaka katika miongoni mwa vitu ambavyo waliambiwa mm, kwenye maisha yao ambao watakuwa hapa Tanzania kwenye hizo timu, hapa nazungumzia pande zote mbili n yani, wachezaji wa Yanga waliambiwa kuna timu inaitwa Simba. Wachezaji wa Simba pia waliambiwa kuna timu ya inaitwa Yanga. Na pasi na shaka kuna maneno pia nyongeza atakuwa aliambiwa kwamba um, unaweza kuchukua ubingwa, unaweza kuchukua mataji yote ambayo utashiriki pengine katika ardhi ya Tanzania, lakini kama hutoifunga timu hii, yani kwa upande wa Yanga kuto kuifunga Simba, kwa upande wa Simba kuto kuifunga Yanga, kwa namna kuna test ama kuna ladha inapungua. Hiyo ni kitu ambacho naamini wachezaji wote wame wameambiwa kwa nyakati tofauti tofauti, au kila mmoja kwa wakati wake, au kwa kile kikao ambacho tumezoea mara nyingi kuona wanakaa kuanzia uongozi wa uongozi juu na timu, lakini pia hata wachezaji kwa wachezaji kupeana huo utamaduni na mazingira mengine. Hilo ni jambo la kwanza, lakini jambo la pili kuzoea utamaduni wa Tanzania wa, kwa maana ya mpira, lakini pia na mashabiki wake. Mpaka tunavyozungumza wachezaji wote wapya wamesha wamesha sensa wameshapata ile ile harufu ama testi ya mashabiki wa mpira wa Tanzania, ni wa Tanzania wa aina gani, kwenye kilele cha wiki ya mwananchi kwa maana ile siku ya mwananchi na ile siku ya Simba Day. Na mashabiki wa wachezaji wapya wa Yanga wamepata kujua kuna mashabiki wengi kiasi gani, lakini pia wachezaji wapya wa, wa, wa Simba piahajwwaimba wameshafahamu kwamba wana mashabiki wengi kiasi gani na wachezaji wao ama mashabiki zao wanataka nini kutoka kwao. Lakini ukirudi kwenye mchezo wenyewe, kwa hao wachezaji wapya changamoto kubwa iliyopo ni namna ya kumeza pressure. Uh, timu zote mbili kwa ujumla wake, wachezaji ambao walikuwepo msimu mmoja kabla na msimu mwingine iliyopita na hao ambao wameingia, ni mchezo wa dabi ya Kariakoo haujawahi kufanana, yani kila mchezo unakuwa na testi tofauti. Ukienda kuwauliza hapo wachezaji ambao walikuwepo labda Pacome Zouzoua kwenda kumuliza, na kwa upande wa Yanga labda kwenda kumuuliza Clement Mzize kwenda kumuuliza Max Legeri, kwenda kwa Simba wa kina Shamari Kapombe, wachezaji wapya kuna ambao wameshazoea kukutana na hali za namna hii. Leo, kwa, unabadilisha tu upande. Kwa mfano, Mohamed Hussein kama anaanza, maana yake alikuwa anapata joto la hii mechi akiwa, akiwa Simba leo anaipata hilo joto, linampata akiwa akiwa Yanga na moja kitu ambacho pengine watu wengi watamani kuona ni namna gani ambavyo kama anapata nafasi ya kucheza atajitoa kwa kiwango kiwa gani, atakuwa na uhatari pia kwa kiwango gani. Umemtaja hapo Musa Bala Conte, ingizo jipya, kuondoka kwa Khalid ya Ucho, utawala mpya ulikuwa unatengenezwa, unaanza leo, acha zile mechi za kirafiki kuhili kwa upande wa Simba. Kwa hivyo hivyo kwa nyota ambao wanaonekana kuwa na wakati mzuri kina uh, Nabi Kamara Kuonekana kuzungumza vizuri lakini pia uh, Selemani Mwalimu ameahidi vitu vingi sana, alifanya interview nzuri sana hapa UFM, kwamba anatamani kumkumbusha kum, kocha wake wa Wydad, kwamba mimi nipo huku napambana, naomba unifikirie katika mipango yako nikiwa naendelea kutafuta nafasi kikosi cha kwanza. Kwa hao wote wana wana hiyo hiyo hiyo hiyo hofu ama hiyo hali ya woga au hofu kwamba huenda ikawa ni mechi ambayo haitabiliki na haita yaani, nasema haifanani, hata kama mwawe kucheza bila kujua ulikuwa upande gani mechi moja kabla iliyopita. Salama Ngale huyo na ma